Yo ibuana, ya, Platinums, e bwana, kuna mwanafunzi mmoja ambaye ameweza kumvutia sana Diamond Platinums Simba mbalamasimba Dangote hadi akaamua kumpost kwenye Insta story yake pale na kuandika, a, kauli yake ya kuhimiza vijana waendelee kupambana. Yani huyu mwanafunzi bwana, kama unavyomwona mwenyewe ni pisi kali mrembo kupindukia, pale ndio maana Diamond Platinums akaamua kumpost pale yn yani, huyu mwanafunzi e, kuko ni wanafunzi wengi wametoka nje pale, nadhani walikuwa wanaimba wimbo wa taifa. Sasa, katika kuimba wimbo wa taifa watu wengine, wanafunzi wengine wanacheza kule e, wanacheza n yani yeye walikuwa wengi lakini yeye huyu mwanafunzi pisi kali na huyu mwenzake, na walikuwa mwanafunzi mmoja pisi kali na mwingine alikuwa pembeni hapo ndio ambao walikuwa wanatii maneno, sababu walikuwa wameambiwa waimbe wimbo wa taifa, lakini wengine hawakuwa watiifu, lakini hawa wawili walikuwa watiifu sana sana. Huyu mmoja pisikali ndo alikuwa anaongoza na alikuwa wanaimba vizuri sana wimbo wa taifa, lakini wengine walikuwa wakicheza, kumaanisha hawakuwa wanatii kile ambacho mwalimu anawaambia. Sasa Diamond Patterns, baada ya kuona hii video ameshukua na kuiposti kwenye ukurasa wake wa Instagram na akaandika pale n yani, wengine wameambiwa waimbe wimbo wa taifa lakini, eh, wengine wote wanacheza lakini huyu dada ndio ambaye peke yake anaimba wimbo wa taifa. Alafu kesho akija kufanikiwa kwenye maisha wataanza kusema oh, bwana uh, uzuri ndio umembeba oh, kwa sababu ni mrembo ndio maana akapata kazi, lakini sio hivyo bwana. Kwa hivyo hapa kuna mengi ya kujifunza. Sasa Diamond Platnumz ndo ameandika hivyo kupitia rasa wengi. Sasa nadhani mtazamaji video hii imekufunza kitu we, tu andikie ama ndondoshe comment yako unaambie bwana video hii imekufunza nini. Eh, mimi ninaweza kukupa tu hondo kuwa a, unafaa uwe mtiifu tu e, kwa kila kitu ambacho unaimizwa fanya. Uwezi jua manufaa yako ya kesho. Sasa unaona huyu dada kesho akija kitoboa e, watu wengi watasema kwa ni sababu ya urembo lakini sio urembo tu bali hata

Eh, usahau ku view pia Umbea Media TV.